Unatoka kwenye umaskini utafanya biashara utafanikiwa. Hey, Mungu ataninyanyua, ninayo imani lakini Mungu aliniambia unipe laki sita. Eh, nikupe laki sita Mungu amekwambia? Sanga aliniambia, sasa hivi sasa hivi sasa hivi Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vimeenda viral huko mitandaoni. E, kumekuwa na matukio mengi sana na niko hapa kwa ajili ya kukuripotia moja baada ya jingine. E, bwana, moja kati ya matukio ambayo sasa hivi hapa yana make headline huko mtandaoni ni kuhusiana na hili tukio la huyu mchungaji, ambapo huyu mchungaji bwana, amekuwa na tabia ya tofauti kidogo na wachungaji wengine Eh, kwa sababu imekuwa ni kama vile kasumba imefahamika kwamba wachungaji wengi sana uaga wana tabia ya kusisitiza watu watoe sadaka, kusisitiza waumini wao watoe pesa kwa ajili ya kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia vile vile kuchangia huduma izidi kusonga mbele, au vipi bwana? Lakini huyu hapa amekuwa na utofauti kidogo, yeye amekuja na staili ya tofauti ambayo haijawahi kutokea before, ambapo yeye ndiye anayetoa sadaka. Yeye ndo anayetoa sadaka kwa watu ambao wanaokuja kanisani kwake, yani kwamba yeye ndo anatoa sadaka kwa waumini badala ya waumini kutoa sadaka kwake au kuwasisitiza watoe sadaka kwake. Ni kwamba yeye ndio anayetoa sadaka kwa waumini, na hizi video tumeanza kuziona zikiwa zina trend tokea wiki iliyopita. Eh, ni kwamba tumekuwa tuki ukipita katika mitandao ya kijamii Instagram na TikTok, mara nyingi sana utakutana na video ya huyu mchungaji akiwa anawapatia watu laki mbili, laki tatu, laki sita na kuendelea kwa lengo tu la kuwakwamua. Kama mtu ana matatizo anatoka pale madhabahuni anaelezea matatizo yake anaelezea jinsi ambavyo anavyotaka kuyasovu wapi amekwama, then huyu mchungaji anamwezesha. Sasa hiyo imepelekea moja kati ya waumini wake ni huyu mama ambaye alijitokeza na yeye pia pale mbele akaelezea jinsi ambavyo yeye maswaibu ambayo anayapitia, lakini pia at the end of the day akasema kwamba iwapo kama akipata laki tano yeye ana uwezo wa kufanya biashara na kuweza kujikimu yeye pamoja na familia yake na wanaye ambao yuko nao, kutokana na ugumu wa maisha ambao anaopitia kwa wakati huo. Lakini wakati mchungaji anamsikiliza kuhusiana na hiyo issue, mchungaji akawa yuko tayari sasa kumsaidia hicho kiasi cha laki tano, akawa anamuuliza mara mbili mbili kwamba, je, kwa hiyo ukipata laki tano utakuwa umetoka umejikwamua kabisa kwenye kwenye swala la kiuchumi na maisha yako kwa ujumla, akasema sasa, huyu mama amekuja kuwaacha watu hoi baada ya kusisitiza kwamba mwenye Mungu ameniambia unipe laki sita, na hisi kama vile ukinipa laki sita itakuwa vizuri zaidi, na ninasema ukweli, Mungu ameniambia kwamba unipe laki sita. Kwamba huyu mama sasa, wakati anataka kupewa laki tano, na huyu mchungaji akabadilisha kibao na kusema kwamba Mungu amemshuhudia ampe laki sita. Yani, huyu mama alitakiwa apewa ali, alitaka, ali, walikubaliana na mchungaji kwamba akipata laki tano, kila kitu chake kitakuwa sawa, lakini ghafla huyu mama akabadilika, Akasema kwamba anataka laki sita. Umeona bwana, yani ni msaada, lakini bado tena akawa anamwekea mipaka na kumpangia na kumpa masharti akiwa anadai mwenyewe kwamba e, ni Mungu ndo amemwambia mchungaji ampe yeye laki sita. Meona bwana, kwa hiyo hii video imeenda viral huko mitandaoni na hapa eh, kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuposti kuhusiana na hii issue, na maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana kufuatia kwa hili tukio ambalo limetokea. Kwa mfano kuna mtu hapa anaitwa Dalali Mbezi anasema kwamba, bwana dawa ya wachungaji sasa ndo hii. Kwa mtu anasema bwana, tunaomba muendelezo, baada ya hapo huyu mchungaji alitoa hiyo pesa au la. Kwa mtu anasema bwana, chuma kimekutana na kutu. Kuna mtu anasema bwana, tukipata waumini kama hawa mia moja tu nchi itakaa sawa. Umeona bwana. <laughs>

Lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.